Mayele anajutia kwenda Yanga kwa kipindi kile, umri umesogea. Ni maneno ya Alex Ngereza ambaye amefunguka mengi baada ya Festo Kalala Mayele kuweza kuonyesha kiwango bora na kuonyesha yuko tofauti kabisa na vile ambavyo alikuwa kwenye klabu ya Yanga. Kwa mjibu wa Alex Ngereza, anadai kwamba inawezekana Festo Mayele anajuta kwenda Yanga kwa kipindi kile kwa sababu alitumia muda mrefu akiwa Yanga, kitu ambacho kilisababisha kushindwa kwenda kucheza mataifa ya Ulaya. Lakini Ngereza anaendelea mbali zaidi na kudai kwamba alitumia miaka mitatu Yanga, kitu ambacho kilipelekea umri wake kusogea zaidi. Pengine kama asingepita Yanga na kukaa muda mrefu, ingekuwa sasa hivi iko nje ya bara la Afrika kutokana na ubora wake. Hayo yote yameweza kuzungumzwa baada ya Mayele kuonyesha kiwango bora na safi kabisa ambacho amekionyesha kwa sasa baada ya kuweza kutimka kunako klabu ya Yanga takribani miaka miwili au mitatu iliyopita, ambapo aliweza kutimka na kwenda kwenye timu ya Pyramids, ambako huko aliweza kufanikishia timu yake kuwa na mambo mawili. Kwanza, ameweka rekodi ya kuwa mfungaji bora klabu bingwa barani Afrika, lakini ameweza kuisaidia klabu yake kuweza kuchukua u barani Afrika, lakini kwa sasa Mayele anaonekana ni tishio zaidi kwa bara la Afrika, wachezaji wanaocheza ligi ndani ya bara la Afrika, baada ya kuweza kuisaidia kwe, kwe, timu yake kuweza kufikia hatua ya bado kidogo tuseme kwenda hatua ya kufuzu kombe la dunia, ambapo hapo, hapo wengi wamemwona kama ni mchezaji bora, huku akiwa tayari ameshachukua tuzo ya mchezaji bora wa ndani yani, in the club player of the year, ambapo tuzo hizo zilitolewa na kafu, na kufanya kuwa mchezaji huyo ni gari zaidi. Sasa kwa mjibu wa Alex Ngeza, anadai kwamba inawezekana anajutia kwenda Yanga, kwa kuwa Yanga alitumia miaka mitatu, kitu ambacho kimfanya kwa sasa angekuwa nje ya bara la Afrika ikimwezesha aweze kung'ara zaidi, tofauti na sasa, huku ikiwa inaeleza kwamba mpaka sasa amepewa ofa na vilabu kadhaa vya Saudi Arabia, Qatari na Ulaya ambavyo vinahitaji huduma yake, ila kwa sasa bado anakipiga na Pyramids na timu ya taifa ya Congo tr